Baba yetu wa mbinguni, tunakushukuru kwa zawadi ya siku nyingine. Asubuhi hii tunasimama mbele zako tukiwa pamoja, mioyo yetu ikiungana kukutafuta, kukushukuru na kukuabudu. Asante kwa pumzi ya uhai, asante kwa ulinzi wa usiku, na asante kwa neema mpya ulizotupa. Bwana, tuko hapa leo tukisema bila wewe sisi hatuwezi kitu. Tunaweka siku hii mikononi mwako tunaweka hatua zetu kwako, tunaweka mawazo yetu, mipango yetu na safari zetu chini ya utawala wako. e Mungu wa majeshi, utupe ulinzi wako wa kiungu, tufunike kwa damu ya Yesu, tuzungushie kwa moto wa Roho Mtakatifu. Tunafunga kila njia ya giza inayotutafuta asubuhi hii. Bwana, twakuomba, linda familia zetu, linda nyumba zetu, linda kazi zetu, linda safari zetu, linda roho zetu na mioyo yetu. Tunatangaza ya kwamba asubuhi hii hakuna silaha itakayofanyika juu yetu na itafanikiwa. Hakuna laana itakayosimama. Hakuna ajali, hakuna hasara, hakuna pigo linaloweza kupenya ulinzi wa Bwana wetu Yesu Kristo. Bwana, tembea mbele yetu kama nuru, tembea nyuma yetu kama ngao, tembea juu yetu kama kivuli, tembea chini yetu kama msingi usiotingishika, tembea ndani yetu kama nguvu ya maisha. Leo wanao tuko hapa kama familia yako, tukiungana kwa sauti moja na moyo mmoja, tukisema: Bwana, tunakuhitaji, tunakuhitaji utuongoze, tunakuhitaji utulinde, tunakuhitaji uzunguke maisha yetu kwa nguvu zako. Bwana, tunakabidhi siku hii mikononi mwako. Hatuingii kwa nguvu zetu, bali kwa neema yako. Hatufungi macho yetu kwa maamuzi, bali kwa mwanga wa hekima yako hatupigi hatua kwa hofu bali kwa ujasiri wa Roho yako. E Mungu, tembea nasi asubuhi hii, tembea mbele yetu kama mchungaji anayeongoza kondoo wake, tembea nyuma yetu kama ngao ya kutukinga, tembea juu yetu kama wingu la utukufu, tembea chini yetu kama mwamba usiotingishika, tembea ndani yetu kama nguvu na amani. Leo Bwana. Tunatangaza ulinzi wa damu ya Yesu juu yetu, tujaze, tufunike na tuzungushe kwa damu hiyo yenye uwezo wa kushinda kila aibu, kila shambulio, kila jaribu na kila pigo. Tunafunika nyumba zetu kwa damu ya Yesu, tunafunika barabara tutakazozipita kwa damu ya Yesu Kristo, na tunafunika kazi zetu, mipango na maamuzi ya siku hii vyote kwa damu ya Yesu Bwana. Kwa jina la Yesu, tunafunga na kuharibu mipango yote ya adui dhidi ya siku zetu. Tunavunja panga zote zilizoinuliwa dhidi yetu, tunaharibu mishale yote ya giza iliyotayarishwa usiku. Kila mtego uliowekwa kwenye barabara, kwenye mikutano, kwenye maamuzi au kwenye maongezi tunayateka na kuyafuta kwa moto wa roho Mtakatifu. radasaralisudousaradadase radadayesarikosa radayadesia Tunatangaza, hakuna ajali itakayotupata, hakuna majeraha yatakayopenya ulinzi wa Mungu kwenye maisha yetu, hakuna maamuzi ya ghafla yatakayotuletea hasara, na hakuna maneno ya watu yatayotuvunja moyo. Hakuna roho ya huzuni, roho ya kuchoka au kukata tamaa itakayokuwa na nafasi katika maisha yetu. Bwana, tulinde dhidi ya ajali za barabarani, ajali za kufikiria vibaya, ajali za kifedha, ajali za kimwili na ajali za kiroho. Tuweke salama Bwana, tuweke mbali na macho ya maovu, tuweke mbali na roho za watu wasio na nia njema. Asubuhi hii Bwana, tunavunja roho ya hofu, roho ya hofu ya kushindwa, hofu ya kesho, hofu ya kupoteza, hofu ya mashambulizi ya ghafla tunaikata tunaifukuza na tunaiharibu kwa jina la Yesu. Tunachukua amani ya Mungu inayopita akili zote. Tunaweka mioyo yetu chini ya amani hiyo, tunaweka mawazo yetu chini ya utulivu wa Mungu na Roho Mtakatifu wake. Bwana, tupe amani inayotembea nasi popote tutakapoenda. e Bwana, hatutaki kuingia kwenye siku hii bila nguvu zako tupe nguvu mpya, tupe uvumilivu wa kusukuma mbele, tupe hekima ya kutokufanya makosa, tupe ulinzi kwenye maeneo tusiyoyaona na kinga kwenye mapambano tunayoyajua na tusiyo yajua. Sasa Bwana, tunaomba juu ya familia zetu, walinde watoto wetu walinde, wazazi wetu walinde, wale tunaowapenda. Kila mmoja wetu aliye mbali, mfunike kwa mkono wako wa ulinzi. Hakuna adui atakayewagusa, hakuna roho ya kifo itakayowazunguka, hakuna usiku utakaowaangusha. Bwana, bariki kazi za mikono yetu, tunapoingia kazini, kwenye biashara na kwenye majukumu au hata masomo. Ututangulie Baba yetu, ufungue milango isiyoweza kufunguliwa na mwanadamu, utudiali kibali mbele ya watu wanaokutana nasi siku ya leo. Ache majina yetu yapokee neema ya utambuzi, heshima na baraka. Tunakuomba Mungu utupe macho ya rohoni kuona hatari, tupe masikio ya rohoni kusikia sauti yako, tupe hisia za roho kutambua mitego. Tusipelekwe na maneno ya watu, bali na pumzi ya Roho Mtakatifu. Leo tunazifunga milango yote ya giza milango ya hofu, milango ya kuchukiwa, milango ya kusahaulika, milango ya ajali, milango ya usiku, milango ya kupotea, milango ya mitego ya adui. radase ralodousa raladadase ridiyukasa radaladasa radikouradaya Tunatangaza milango yote imefunguliwa kwa jina la Yesu, na tunafungua milango ya baraka, milango ya kibali, milango ya amani, milango ya neema, milango ya ushindi, ya ulinzi na utukufu wa Mungu. Bwana, asubuhi hii tunakuomba uende nasi, tuongoze kwa sauti yako, tufunike kwa mkono wako, tubariki kwa uso wako. Tunatangaza kwamba siku hii itakuwa siku ya amani, siku ya ushindi, siku ya ulinzi, siku ambayo mkono wa Bwana utakuwa juu yetu na familia zetu. Bwana, watoto wako tunakushukuru kwa kusikia maombi yetu tunayafunika haya maombi kwa damu ya Yesu. Tunaikabidhi hii siku kwako, tukiweka amani yetu katika ulinzi wako usiokoma. Kwa jina la Yesu Kristo tumeomba kwa pamoja, tuseme amen.